Huduma za tiba imetolewa hoja hapa kwamba kuwe kuna hospitali maalumu kwa ajili ya watu wenye ulemavu. Mimi nimesema kwamba tutakuwa tuna hospitali kuu mpya mbili mnazi moja pamoja na hospitali ya binguni. Bila ya shaka kitengo muhimu katika e, utoaji wa huduma za walemavu ni fizioterapi. Lazima tutakuwa tuna department au idara maalumu ya fizioterapi itakayokuwa ni kwa ajili ya kutoa huduma kwa walemavu. Sasa hatutoishia kwenye physio peke yake, tutaweka na mambo mengine wanayohitaji walemavu, ikiwemo speech therapy, ikiwemo psychotherapy, ikiwemo prosthetic, hizi kuzitengeneza hizi nyonga bandia au tuseme um, joints, joints bandia. Kwa hivyo msemaji hapa alitaka mambo hayo, lakini tushayafikiria, tutaweza kuanzisha kituo maalum cha utoaji wa huduma za walemavu kwa vitu vingi ambavyo wanavyohitaji vipatikane sehemu moja, one stop center, kwa ajili ya walemavu. Utungaji wa sheria, tutahakikisha kuna idadi kubwa nzuri zaidi ya watu walemavu kwenye serikali, kwa maana ya utendaji, watendaji ndani ya serikali. Tutapokuwa tunaajiri, tutatoa mazingatio maalumu kwa watu wenye ulemavu lakini hata kwa nafasi za uongozi ambazo mimi nateua, basi nitahakikisha watu wenye ulemavu kundi lao linakuwa kubwa zaidi. Eneo <coughs> la mafunzo au elimu kwa watu wenye ulemavu, tuna vyuo vya amali ambavyo vinatoa nafasi na tutaendelea kuzingatia mahitaji ya watu wenye ulemavu kwenye vyuo vyetu vya amali, ili waweze kupata elimu zaidi kama mdogo wetu alivyozungumza hapa, na elewa maelezo yake aliyoyatoa. Tutaendelea kuweka mkazo wa kuangalia mahitaji maalumu ya wanafunzi wenye ulemavu katika vyuo vyetu hivyo vya amali. Hali itaendelea kuwasaidia watu wenye ulemavu kupata vifaa hivi saidizi bila ya malipo lakini vile vile kwa wale ambao wanauza katika maduka binafsi, serikali itaondoa ushuru ili bei zishuke. Vifaa kama wheelchair, vifaa kama eh, hearing aid hizi, eh, aid za kusaidia usikivu, vifaa kama yale mafuta ya wenzetu wenye ualbino, na vifaa kama hivi vya kuweka au tuseme kama nyonga bandia na kadhalika vyote tutaviondoa ushuru ili viweze kupatikana kwa gharama nafuu zaidi. Lakini serikali haitasita jukumu lake la kuhakikisha kwamba kwa kiwango kikubwa vifaa hivyo vinatolewa na serikali kwa wenzetu wenye ulemavu bila ya malipo. Watu wenye ulemavu, na sasa hivi imeshakuwa sera ya serikali kwa jengo lolote jipya linalojengwa iwe hospitali iwe skuli iwe jengo lolote ofisi ya serikali na kadhalika, lazima izingatie mahitaji ya watu wenye ulemavu. Kwa maana kutakuwa kuna lifti, kwa maana kutakuwa kuna zile ramps za kupandisha wheelchair, kwa maana kutakuwa na handrails, ili watu wenye ulemavu waweze eh, kupata urahisi wa kuyatumia majengo hayo, lakini hata kwenye barabara zetu tunaweka njia za pembeni za wapita kwa miguu ili watu wenye ulemavu wasipate shida katika barabara zetu mpya zinazojengwa hivi sasa. Kwa hivyo tutaendeleza kuhakikisha kwamba miundombinu yote mipya inayojengwa inazingatia hayo na ile ya zamani ikifanyiwa ukarabati, basi tutazingatia mahitaji ya wene watu wenye ulemavu.